Picha ilianza siku ya Ijumaa iliyopita ambapo Grace Jean Drexel alipokea ujumbe mfupi wa maandishi kutoka kwa baba yake aliyeko nchini China, mchungaji maarufu Jean Mingri, akimwomba amwombee mchungaji mwenzake aliyekuwa ametoweka katika mazingira ya kutatanisha. Ujumbe huo ulieleza kuwa mchungaji huyo alikuwa amekamatwa alipokuwa ametembelea jiji la kusini la Shenzhen. muda mfupi baada ya hapo, mama alinipigia simu, alisema hawezi kumpata baba kwa simu, alisema Grace Jean Drexel, binti wa mchungaji maarufu Jin Mingri. Grace Jin Drexel kwa sasa yeye anaishi nchini Marekani. Ndani ya saa chache familia yake iligundua kuwa hata bwana Jin Mingri alikuwa miongoni mwa waliokamatwa katika kile wanaharakati wameelezea kama ukamatwaji mkubwa zaidi wa Wakristo nchini China katika miongo kadhaa. Wengi sasa wanahofu kuwa msako huo wa mwisho wa wiki iliyopita dhidi ya Wakristo zaidi ya thelathini wanaohusishwa na mtandao wa kanisa la Zion ambalo bwana Jin Mingri alilianzisha ni ya kuanza kwa ukandamizaji mkubwa dhidi ya makanisa ya chini kwa chini, kwa makanisa ambayo hayana usajili rasmi. Wanataja sheria mpya zilizopitishwa nchini China ambazo zinaonekana kulenga udhibiti wa shughuli za makanisa haya pamoja na shinikizo linaloongezeka dhidi ya waumini katika miezi ya hivi karibuni. Ingawa China inaongozwa na chama cha kikomunisti kisichoamini uwepo wa Mungu, nchi hiyo ina idadi kubwa ya Wakristo. Takwimu za serikali katika miaka hivi karibuni zinaonyesha kuwa takribani kuna Waprotestanti milioni nanane na Wakristo wa Kikatoliki karibu milioni sita. Hata hivyo takwimu hizo huenda zinahusisha tu wale wanaosali katika makanisa yaliyo chini ya vyombo rasmi vya serikali kama chama cha Wakatoliki wa Zalendo na harakati ya Waprotestanti ya kujitegemea Three Self Patriotic Movement ambayo huhimiza utii kwa China na kwa chama cha kikomunisti. Wanaharakati wa haki za binadamu na wataalamu wanakadiria kuwa mamilioni ya Wachina huhudhuria makanisa yasiyosajiliwa rasmi yanayojulikana pia kama makanisa ya nyumbani ambayo hayaendani na itikadi ya serikali. Makanisa haya yamekuwa yakikumbwa na hatua mbalimbali za serikali za kuongeza udhibiti wa shughuli za kidini kwa miaka mingi. Majengo ya makanisa yamebomolewa, misalaba imeondolewa machoni pauma, na vifaa vya kidini vimewekewa masharti makali, huku baadhi ya programu za kikristo zikizuiwa nchini China. Mwaka 2005 na 2018 serikali iliboresha na, na kuimarisha kanuni za udhibiti wa makundi ya kidini na mwaka elfu mbili na kumi na sita kiongozi wa China Xi Jinping alitaka dini zote ziwe na sura ya utamaduni wa Kichina. Makanisa ya chini kwa chini ambayo hayajasajiliwa kama kanisa la Zion liliathirika sana na kanuni za mwaka elfu mbili na kumi na nane ambapo zilihitaji ibada za hadharani kuidhinishwa na serikali. Mengi yalilazimika kusitisha shughuli za hadharani, kuhamia kwenye huduma za mtandaoni au kufungwa kabisa. Miaka iliyofuata ilishuhudia pia kukamatwa na kuhukumiwa kwa wachungaji wachache mashuhuri. Katika miezi ya karibuni, kumekuwa na dalili kuwa mamlaka za China zinazidisha shinikizo dhidi ya makanisa. Mnamo mwezi Mei, mchungaji Gao Kwanfu wa kanisa la Light of Zion huko Shian alikamatwa kwa tuhuma za kutumia shughuli za kishirikina kuhujumu utekelezaji wa sheria. Mwezi uliofuata, waumini wa kanisa la Lifen Golden Limpstand huko Shanshi walihukumiwa kifungo cha miaka kadhaa gereza kwa makosa ya ulaghai ambayo makundi ya haki za binadamu yameelezea kuwa ni kesi za kubambikiziwa. Kisha mnamo mwezi Septemba, mamlaka zilitangaza mwongozo mpya wa maadili ya kidini kwa watumishi wa dini unaoruhusu mahubiri ya mtandaoni kufanywa kwa makundi yaliyopewa leseni tu. Hii imeonekana kama juhudi nyingine ya kudhibiti huduma za makanisa ya chini kwa chini zinazofanyika mtandaoni. Katika miezi ya karibuni waumini wa kanisa la Zion pia wamekuwa wakikumbwa na mahojiano mara kwa mara kutoka kwa polisi ijumaa na jumamosi iliyopita mamlaka za china zilianzisha kile kinachoelezwa kama msako mkubwa katika miji zaidi ya kumi ikiwemo beijing na shanghai mbali na bwana jin mingri ambaye alikamatwa akiwa katika kituo chake kikuu cha beihai mkoa wa guangxi wachungaji wengine viongozi wa kanisa na waumini walikamatwa pia kwa mujibu wa taarifa za kanisa baadhi ya waumini waliokamatwa wameachiwa lakini wengi wao bado wanashikilia wa wengine wakihifadhiwa katika gereza moja na bwana Jean Mingri. Hii ni Msasa Media.